wa Pishi Letu, siku zote jiji la Dar es Salaam mchana ni kama usiku, lakini usiku ni kama mchana. Hapa niko maeneo ya Mbezi Louis, na sasa hivi nikiangalia muda ni majira ya saa tatu a, kamili usiku, na ni watu wapo wengi, utasema kama ni saa moja kamili asubuhi. Niko hapa kama unavyoona, ili ni jungu hapa ni jungu ambalo lina vichwa vya vya, vya e, e, e, vichwa vya ngombe kama tunavyofahamu, vi ni vichwa vya mbuzi. Ah, vichwa vya mbuzi bana. Nimeambiwa kama unavyoona, kitu chenyewe kiko hapa supa nikaambiwa, Salma chukua jiko, ingia jikoni. Mimi naweka hapa eh, he, naweka hapa ikikichwa, anaona ukupe, kuna vitu vingine. Sasa tutazungumza hapa na muuzaji aweze kutuambia hii biashara iko vipi, lakini kama unavyoona sehemu hii kuna biashara nyingi sana. Kuna watu wanauza pilau, lakini pia kuna watu wanauza matunda, kuna watu wanauza chapati, kuna watu wanauza vitumbua, ni biashara nyingi sana hapa. Nimekaa nikajiuliza, ndio maana vijana wa Dar es Salaam wana chelewa kuoa, kwa sababu ukifika sehemu hii unajikuta unapata kila kitu tena kwa bei rahisi kabisa, bei ya chini. Lakini nikukumbushe usiache kuoa, kwa sababu ukija Mbezi Luis unapata kila kitu. Ngoja nikazungumze na ndugu zangu, au watuweze kutueleza hii biashara iko vipi. Nikukumbushe tu hii ni Pishi Letu, tukiwa tuko katika msimu mpya na sasa hivi ndio tunaanza, kama unavyoona mm -hmm. kula kujilamba, unaona mwendo wa suku, suku. htu kuwa nimepewa nguvu kubwa na madhabahu ya Yesu. Nazungumzia Fresh Spring Fellowship kwa mtumishi wa Mungu kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Nimekutana hapa na rafiki yangu uh, nilivyokuja tu nikaambiwa bana, ukitaka vichwa vitamu vichwa vizuri nenda kwa Dula. mambo vipi Dula? Poa. Za kwako. Safi tu. Mbezi inasemaje? Mbezi iko poa kabisa. Niambie, biashara inasemaje? biashara ni lakini tunakomaa. Tatizo nini? ya ya indi, ne, e, mambo yanakuwa hayaendi mambo yanakuwa hayaendi hayaendi. Hebu ni, nifafanulie. ni, ni, ni vizuri hivi, ni vichwa vya, vya vya vya, mbuzi unavipatia wapi? E, hivi vichwa vya mbuzi navipatia Vingunguti. mm-hmm. Yeah, navipatia Vingunguti yeah. Sasa nitakuchia kimoja Kichwa kimoja Dula, na kuamini usiniangushe. chupa kimoja, kichwa kimoja supa kabisa, ambayo ni kila nitaenjoy. Usiwaze dada yangu, kizuri hicho. Hiki hapa ni kizuri, kizuri zaidi Dula, hiki hapa eh, hiki hapa supa akijaungua, kipo vizuri kabisa kwa. Kuna muda kumbe mnaunguza eh? Kuna muda hey, tunaunguza, kwa sababu kuna kunatokana na moto mkali. Ah, sasa hapa huku ukiendelea kuniandalia vizuri, na natamani nijue process za, yani hatua ya kwanza mpaka ya mwisho ya kuandaa mpaka kichwa hiki kinakamilika cha kwanza. uh -huh. Ndio tunaandaa hivi vichwa vichukua uh vinguti uh -huh. tukishaa vichukua taratibu kisu hicho Dula, tunaendelea na ugova kisu. Unataka kujua jinsi tunavyoandaa cha kwanza, hivi vichwa tunavitoa viguti, tukishaa vileta tuna vichoma uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. na moto Yaani kuna kwa kuna mkala kuna vichoma. Eh, hey, tuna vichoma hey, hey. Tukisha vichoma uh -huh. Tuna visugua na stiliwaya. Ha! Kwa ajili ya kutolea masinzia. Kwa sabu, kwa sabu, stiliwaya, stiliwaya. Stiliwaya. Stiliwaya. Una ipo ipo hapo hapa, hebu kwa kwa kuna awe, awe. Eh eh nataka na ni unanunua dukani. Nunua, dukani nunua, tunanunua kabisa stiliwaya kabisa, kama stiliwaya. Stiliwaya kama stiliwaya eh, kwa ajili ya kutoa ile masinzi, kwa sababu vinachomwa si, eh, vikisha choma vinakuwa si, vimeungua ungua, eh, tunavisugua ili vingae. Sasa dula. Eh. kama mnasugua ili vingae. Kwa nini usinunue brush? Mimi nakuwa ni maalum kwa ajili ya kusugulia vichwa? Kwa nini mnatumia stiliwaya? Brush na stiliwaya kitu tofauti. Kivipi? Brush haina ukali. Eh. Lakini stiliwaya ina ukali sana ja hilo mtazamaji wa Pishi Letu, nimekuja Mbezi na nomana leo nimetia uh, kambi hapa Mbezi. Luizi Dula ananiambia huwa wanatumia stili waya, nasema stili waya iko super, stili waya iko nzuri na sabuni juu au sabu, tuendelee sasa sabu. Uh, hey. Ehe, sabu au tuendelee sasa, tukishavisugua naviosha naviosha mara hizi mbili, tukishavisugua naviweka baadaye vingae zaidi, tukishavingarisha ndo tunaandaa mapishi yetu ya supu sasa. Unahakikisha una, una uh, vile stiliwa haijabaki katika kichwa kile. Tunahakikisha kabisa stiliwa, ndo maana naosha mara mbili, ili tuhakikishe stiliwa haijabaki kwenye he, kichwa baada kumaliza sasa kusafisha vizuri. Tukimaliza kusafisha vizuri, ndo tutakuja kuvibandika kuvibandika. Ni unaweka unaweka unaweka unaweka kwenye kwenye jungu kubwa he. He. Kwenye jungu kubwa kubwa kama hii unaweka na maji unaweka na maji eh, hauweki kiungo chochote. Tunaweka viungo kama nini, kuna karoti tuendelee nikatie Dula, tuendelee nikatie kuonja, ya kuonja kuonja. Ngoja tuzungumze kwanza. Kuonja, kuonja, kuonja itakuwepo. Ya kuonja, Dula. Ya kuonja ipo. Basi sawa. Itakuwepo ya kuonja. Ngoja tuzungumze kwanza. Viungo, eh, kuna karoti. Ehe. Karoti una unaweka tunaweka huko kwa ajili ya kubadilisha rangi. Ehe. Alafu kuna Ehe. Eh, alafu kuna tangawizi. mm-hmm. Tangawizi tunaweka. Mhm. Mm kwa ajili ya kulainisha nyama ili ilainike hivi hivi kwa haraka, ndio. Na kingine kwa ajili ya ukati harufu. Alafu tunaweka na kitunguu swaumu. Ehe. Aha, sasa kwa kule upande uh, wa hotelini, kwenye hoteli kubwa kubwa, mm, tunasema tuna marinate. Hebu sema kumarinate. Kumarinate. Hebu rudia tena hivyo hivyo tutaelewana tu, yaani unaweka viungo ili mambo yawe bulbul, lakini kwa hapa yawe malaini. Sasa hii tuko maeneo ya Mbezi, e na niko na, na, na, na, na mpishi wangu hapa Dula. Eh, baadaye sasa ya kuweka vile viungo na kichwa na nini, ila hatua inayofuata hatua e inayofuata vikishaiva, e tunavitoa, tunaweka kama juu kama unavyoona. Na e e e inachukua muda gani? inachukua kama dakika ishirini. Eh, kwa sababu kuiva, kwa sababu tushavichoma aa chumvi. Chumvi tunaweka limu. Ndimu hatuweki unajua kani wenyewe wenyewe. Ah sisi wateja wenyewe. Wateja wenyewe, baada ya dakika ishirini sasa. Mimi kuna swali nataka nikuulize, yeah. ili jungu lote hapa na hivi yani, inaendana ni isinaogopa supu isije ikaisha, alafu kuvichwa vimebaki? haiwezekani ah. ah. eh. kwa sababu gani? uh hujue vichwa tunachemsha, hmm. Tukishaviweka hmm. kama hivyo unavyoona eh. Baadaye tunavipunguza vichwa alafu uh -huh. Baadaye vichwa vingine vinabaki mule, tunaongeza eh. maji ili mchuzi uendelee kuwa unalaza. ah. Una, una, una mdana... lazaiashara hiki kizuri kabisa. Basi nikatie. Nikatie. Haina shida. Una, unamdagani kwenye hii biashara? Na na miaka mitatu. Unamdanao unamdanao wa muda gani yani? Na imekuletea faida gani? Imeletea faida kubwa sana. Kama au ni siri? Kwanza nilikuwa sijapanga. mm -hmm. nilikuwa kitu nilikuwa sina kitu chochote cha ndani e, lakini hii kazi e, imenifanya niwe na kila kitu ndani. Umepanga sasa hivi, kwa chumba kimejaa kila kitu, yote. Kila kitu yote, limejaa. Yote, limejaa. Limejaa. E, kila, kila kinachostahili kuwa ndani ninacho, e nacho, e kutokana na e kazi hii. Umetokea mkoa gani? Mimi nimetokea Ruvuma. Ah, kwa hiyo ulipofika Ruvuma kuja Dar es Salaam eh, ukapiga moja kwa moja ishi hapa maeneo ya Mbezi, maeneo ya Mbezi. Kuna siri gani kwa kilicho kwenye uje hapa Mbezi? Cha kwanza sikiliza. Nilipotoka Ruvuma, Sitafika moja kwa moja mpaka Mbezi. Nionje sasa hapo. Eh, onja. Au hapo bado? Onja hapo. Sasa sio kanikaza mikono tu. Ah, si ukate mikono. Hapa na kusubiri onja kwanza. Eh, nikupe siri moja. Mimi kutembea kwangu kote Dar es Salaam sijai kula kichwa, ndio mara yangu ya kwanza leo. Ndio eh. Kwa nini nime nime fry kweli kweli? Umefry eh, hata mimi nashukuru, hata mimi nimeenjoy uji wako. Ukipima kwenye kilo ni kama kilo ngapi? Ukipima kwenye kilo eh, hii kama kilo moja. kama kilo moja. Na mnauzaje hapa hapa tunafanya tu kwa sababu ni kichwa, kuna vipande viwili. mm -hmm. Kichwa kizima ukikata, mm -hmm. chanja katikati kama hivi, kuna vipande viwili kwa maana, mm -hmm. tunaita nusu. mm -hmm. Lakini ukiweka kwenye nusu mm -hmm. haiwezi katimia nusu, lazima mm -hmm. itapungua. Lakini kwenye vichwa tunaita mm -hmm. tu nusu. mm -hmm. Ukiweka kizima kama kizima mm -hmm. He, he. Ha, kwa kizima. Kizima ni elfu tano. nusu kama hii kukata hapa elfu mbili mia tano. Na wateja wako ni watu wa aina gani? Wateja? Siwezi kutaja ni hmm. wateja ni wa aina gani kuna wateja kibao kuna wateja mbalimbali wanakuja kula kula hapa. Wengine wanakaa hapa wengine wanakaa wengine wanafunga Uh, hey. Eh. Asilimia nyingi wengine wanafunga, wengine wanakula. Na unataka kuniambia uh, vijana wengi wanashindwa uh, kuoa kwa sababu ya nyia watu kama kina Dula kuwatengenezea vitu supasupa kama hivi Hamna, siwezi hey. kuamini wanashinda kuoa kwa sababu nawatengeneza hey. vitu super super kama hivi hey, kwa sababu mimi mwenyewe ukiangalia nimeoa hey. yeah, uh, hey. nimeoa naishi na mwanamke. Hongera sana. Asante sana uh -huh. laiti kama ingekuwa napenda vitu kama hivi super super hey. nisingeoa hey. hey. ningekuwa nategemea kabisa huku, hamna haja ya kuenda nyumbani au hey. hamna haja ya kuoa hey. yeah, hey. nice. kwa hiyo hey. ndio maana nimeoa najiamini nime Aha, sasa kwa yule kijana ambaye anakutazama Dula sasa hivi amekata uh, tamaa yupo, uh, anategemea kupewa, yuko nyumbani kwao, unamwambia nini kama mfanya biashara? Mimi, shauri la kwanza mm. napenda kwa kuambia mm. yapo, anakuja kula hapa, endapo hajaoa wasiache kuoa. Nisa anakuja kula hapa mm. wajawa, mm -hmm. kuowa, mm -hmm. hapa, mm -hmm. hapa chakula kitamu mm.

Acha tu. Unavumilia, unavumilia, baba. ndio ina changamoto lakini unavumilia. Na huwezi kumwacha. Kumwacha. Ah, siwezi naye takufa nayo sababu nampenda. Lakini biashara ina faida. Fa biashara ina faida. Siwezi Ehe. kudanganya. Ehe. Biashara ikiwa nzuri, wateja wakiwa wengi, mzigo Ehe. ukaisha Ehe. ukipiga mahesabu Ehe. Biashara ina faida, inakuwa mambo yako mazuri, unakuwa na hasara eh. Endapo biashara ikiwa ngumu, ndio wateja wasipokuja. Sasa ni ngumubawatej mzigo ukibaki hmm, unafanyaje? tunaamsha nao kesho, inakuwaje? siwezi kudanganya, lazima nikwambie. Msema kweli, mpenzi wa Mungu. Ah, msema kweli ah. Mimi nakusikiliza kikweli. mzigo ukibaki, eh sawa, eh, kwa sababu tumetumia pesa, eh Mzigo ukibaki, yeah, hatuwezi tukauchukua tukautupa, ni asala, pendi, kwa fiza zipo. Uh-huh, ukibaki ah, tunachukua tunaweka kwenye fiza kesho kesho. Na tunamkanao na mteja ashtuki, mteja ashtuki aharibiki testi ile, kwa sababu hatutegemei hivi hivi; lazima tuchukue mzigo mwingine ah. Au unaongeza na mzigo mwingine Niandalie hapo nipate na supu kidogo, ndimu ipo, kila kitu, kila kitu kipo. Mtazamaji, tunakwenda break, mara baada ya break tutarejea tena hapa. Ngoja Dula niandalie au mambo niweze kupata supu hapa. Mimi nataka ni hivi. Inaongeza kilo kidogo, unanenepa, shabu linatoka, shabu linatoka kweli? Wewe unataka kunimalizia mshahara wangu. na Dula ndivyo anavyoniandalia supu yangu ya kichwa cha mbuzi pamoja na nyama yenyewe. Sasa nipate testi yake. Dula ananiambia mwili utakaa sawa, kila kitu kitakaa sawa. Mambo tayari Dula. Eh hey, mambo tayari. Hebu sasa na, nataka sasa nionje hapa. Unataka kuonja? he, he, Hebu onje hata kuonja. Watu wanatumia, wana natumia kijiko, unafanyaje? Au unafanyaje au kuna stick, kuna unatumia kijiko ukipenda wewe mwenyewe nyama kijiko ha, hai, basi. ha, hai. basi basi sawa. Hapa Dula unachoteana ha, kijiko nisogezee, basi hapa nakusogezea hii hapa nionje. Dula, nje ya kichwa cha mbuzi, wewe unapenda chakula gani? Mimi nje ya kichwa cha mbuzi, mimi napenda sana utumbo. mm. Ujalipa ndimu, ndimu, kila kitu kipo, ada ndimu. Hizo supa Dula tamu kwa vizuri. Chumvi mm. Ukihitaji chumvi, inatosha mm. Chumvi inatosha. Ah basi, ina shida kama inatosha Ipo vizuri, ongera. Nzuri kabisa. Haina, haina, haina. Mifupa, mifupa. mifupa. Mm. mifupa tumeitoa kuna baadhi mm. mifupa tumeweka mm. humo kwa sababu mifupa yote hatuwezi tukaitupa. mm -hmm. Yeah, hey. kwa sababu kuna mifupa mingine ina nyama mm. kwani ukitupa, mm -hmm. ni hasara kwa mteja. Hebu nionje na na, na, na supu yenyewe. Shazia onja supu so. ya nyama ya ng'ombe tu. Umeona leo, onja ya mbuzi, vichwa vya mbuzi na utumbo wa mbuzi kujilamba jamani, yani supu iko vizuri, kichwa cha mbuzi kiko bulbul hapa. Ni mambo yani. Mimi unajua kwetu ndio ni Arusha, nimeshazoea kula mbuzi wa kuchoma, lakini hivi wa wakuchemshia sijawahi, ndo marangu ya kwanza leo. Mimi Dula, ni kushukuru sana, nikuhakikishie mimi nitakuwa mcheja wako, na nikutakie ni kila laheri, ntakuwa na kutembelea mara kwa mara. Na kama kijana, hutaki ukata tamaa, hata kama uone biashara ngumu, uendelea umeshajenga. Ah, unategemea nini? Lua na una na mpango kutafuta kiwanja. Rudi nyumbani nyumbani. Hapa hapa. Baba baba. Tunakoma na komada. Leo ni siku tunasema siku ya mbuzi. Mimi Dula, ngoja ni mimi hii niwekee, usinipungie Unamaliza ba, una ba. Ba, mimi ngoja nihamia huku nimeona kuna utumbo kule. Haina shida. Nienda upande wa pili niangalie mambo ya utumbo. Tunasema shida. Kula kujilamba mimi naendelea kujilamba mba niko maeneo ya Mbezi Luis, hapa kama unavyoona ni usiku lakini watu ni wengi, wafanya biashara wako wengi, kuna biashara mbalimbali, lakini pia na watu wanakuja kula wako wengi. Dula ananiambia pa watu wanakesha, watu wanakaba mpaka majira ya asubuhi. Sasa ngoja tuende break tukamsikize mfadhili wetu ambaye ni mtumishi wa Mungu Tuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha, alafu tutarejea. Nikirejea tunaenda sasa kwenye utumbo wa mbuzi, hii ndo Jina la Chuga. Kwa Chuga? Yeah. Ah, nimekutana Arusha sehemu gani? Daraja mbili. Daraja mbili? Ah, nimekutana na ndugu yangu bana mi mwenyewe ukwetu Arusha, vipi ili kuaje kuwaje mpaka ukaamua kutoka chuga ukaamua Ah, kuja Dar es Salaam? Niliamua kwa sababu eh. Yeah. Umeona Dar es Salaam kuna mzunguko mkubwa na ndio maana ukaichagua Mbezi. E, sasa wewe hapa, Baraka wa Chuga, nimesikia watu wanakuita Chuga, Chuga, Chuga, hapa wewe unauza nini hapa? Hapa mimi nauza maini, tumbo, ehe, na vichwa vya mbuzi. Ni vichwa vya mbuzi. Aha, watamu kama wako Morombo Adam, eh, sababu sisi si watu wa Chuga, tushazoea kule kwa Morombo. Hebu eh, sasa, nitafutie hii ni moja leo, nataka hapa niondoke nimeshiba, ndiyo maana nasema, hmm, kula kujilamba. Hebu eh, nitafutie hii ni moja, hii ni moja ambayo supa kabisa, ambayo ni kila nirudi Chuga siku nyingine. Hapa lipi zuri eh, ni naika hii zima, eh, nikatie nusu zima? Nitamalizaje Chuga? Nikatie nusu Ujanipunja kwa lichuga. Hebu uh, natamani sasa kujua namna ambavyo nounampatia wapi. uh, uh, aya, maini ya mbuzi pingunguti, huwa unaenda majira ya sa sangapi? Natoka saa nane. Saa nane usiku yeah. Hapa, saa nane ndo unafunga hapa au saa nane ndo inakuwaje? Saa tano saa sita unakuwa umefunga? Ah, ukifunga saa tano saa sita moja kwa moja machinjioni, yeah. Unachukua mzigo sasa, unaanza kuandaa usiku, wao inakuwaje? Ah, sasa natamani kujua maini yanatengenezwaje? Ama ini mi navachukua kule mm -hmm. Hapa nakuja kujaapa, nakuja nasafisha, kisha safisha, kisha takata naweka jikoni, ausugua aya, aya usugua ikuosha tu na maji, anasafisha mpaka sehemu, akifika sehemu ambayo aoimara ngapi maji unasafisha? Mara tatu. nakuwa nikishamaliza, naweka jikoni. Unaweka jikoni, naweka na viungo, naweka mm -hmm. mm -hmm. na viungo yeah, <Wide> kama hivi kuuza. Na nachemka kwa muda gani? Ah, na katika hiyo supu kuna vitu vitu unaweka udambu udambu hapa na pale kama nini? Tuibie siri, tuibie siri chuga. Mimi karoti, karoti. Na moto, e na giligilani giligilani ya majani au ile ya unga? Ah, majani. Ya majani yes, gili giligilani kabisa ile E, sasa usiojua giligilani kwa jina lingine inafamika kwa jina la kotmiri. Chuga anaweka chuga, ndugu yangu, ushakuwa ssa mdaslamu. Chuga mambo kama hayo wa hakuna, ushakuwa mdaslamu na wewe <laughs> na ukishafanya hivyo sasa, natamani kujua maini yanaliwaga na kitu gani hasa? ndizi <laughs> za kuchemka <laughs> kwa wakati. Na huwa unafungua biashara saa ngapi? Hapa anafungua saa nane mchana, mchana. Kufunga na mpaka saa 5. Biashara ya maini kwa upande wako unaionaje? Haiko sawa, iko vizuri. Iko vizuri. Iko vizuri. Iko vizuri kabisa. Aha, aisee. Mimi nimefurahi sana. Sasa natamani kujua uh, hii biashara kwa upande wako imekuletea faida gani wewe kama wewe? Na faida ipo kwa sababu hata hivyo toka nianze kazi. Eh. Naona kabisa mambo yako yanaenda. Goli lako umeajiriwa hapa? Uko yeah. Na bosi wako, na inakuwa kila siku na mahesabu ambayo unampa. Yeah, nataka kila siku nipe elfu kumi, ile inabakia ya mzigo inabakia nyingine ndio ya kwako. Sasa tutarudi chuga kweli. Mambo yameshaanza kueleweka yeah. Basi sasa hebu waanza kunikatiakatia hapo, haya maini nusu shingapi? Bei kanishinda, si mimi ukaniambia nivue saa yangu hapa, nikuachie shingapi? 2500. Haya basi nikatia nika hapo, na, na ladha ya supu yake supu ya cha mbuzi, ni kama sana na ladha ya ya kichwa cha mbuzi au ni tofauti? Tunachemsha sabama pamoja. Na hapa Mbezi naona kila nikija ni kija na watu wengi sana oga, yani mwisho watu a kusema kwamba Mbezi imepoa, watu wameenda kulala, ni majira saa ngapi? kwa sababu

Sasa chugeweni kijana. Umeamua kujiajiri. Nini faida ya kujiajiri? Ha, faida ya kujiajiri ipo kwa hmm, sababu siku zote hmm, ukiwa mfanyakazi kuna hmm, muda muda wa kupumzika kwa sababu uombe ruhusa mda. Chuga huo ndio utumwa elfu mbili. Ah, unamchanganyia hivyo ah, umemwekea utumbo, unamwekea na kitu gani tena kingine? Hii, taulo. Hii, utumbo wa taulo, ah, utumbo wa taulo. Yeah. Aha. Yeah. He, see hongera sana. Uko unatupa faida ya kuamua sasa kujiajiri mwenyewe, yani, faida kuwa mua, kujiajiri mwenyewe. Hey. Lete hapa, lete hapa shehe. Hiyo hiyo vya kwangu baba he, faida kujiajiri. Kuna kijiko? Shuka, kuna kijiko hapo, yeah, Haya, aya, asante, faida kujiajiri. Kujiajiri. Hey. Wakati ya kofi, kwa kujiajirikujiaitaonwakati hey. Hapa naona pia kuna movement. Wote ni umewajiri wewe au mko wangapi hapa kwenye hili goli? Mko wanne, hebu ni sii kwa siku naweza so, kalaza faida shingapi au hiyo siri ya kampuni? Ni ngoja nionje hapa, hii ni maini maini ya, ya mbuzi leo. Leo niko maeneo ya Mbezi hapa, mambo ni bulbul shuga, maini matamu sana. Na kwa nini mmechagua kuuza usiku?

hizi ndo naweza nikachukua. Uh, ngoja ni nichukue ndimu hapa na pilipili na chumvi kidogo. Sasa chuku uka, tunaenda kumaliza hapa, mimi tayari. Ah, uh, una kipi cha kumwambia kijana anayekutazama muda huu hapa? Mm, hapa kijana anayenitazama kwa muda mm huu nachomshauri na kwamba sababu maisha mm -hmm. lazima apambane ili mradi mm -hmm. mm -hmm unachokihitaji ukipate kwa wakati sauwezi. mm -hmm. ukakaa aa, nahitaji mtu fulani mm -hmm. au labda kaa kunoa godoro mm -hmm. ikaja peke yake, lazima kwanza upambane. mm -hmm. kwa yule anayekuangalia ambaye amekata tamaa anaweza akaja pa Mbezi, na akapata goli na maisha akaendelea, hiyo yeah, ni, ni ufanyaji kazi wa mtu na mm -hmm. malengo yake. Anasemaje sasa, mbona unidai chuga nidai ah, bana, nisie nikaondoka hapa na hela yako? kama mambo mengine shilingi ngapi usio ukanichaje hela nyingi <tiple> Aya ah, hela hii hapa. Mtazamaji, nalipa elfu kumi hapa, nalipa hii hapa. Chukua, nirudishie chenji yangu. <tiple> tumalizane hapa niondoke. Mi nikushukuru sana, nimeenjoy. <tiple> Uh, maini ni mazuri sana. nataka nikae sehemu ya kukaa teja, ni ukwe. Nataka nitafute sehemu nzuri nikae ili niweze kuenjoy kula maini yangu. Mtazamaji, kama unavyoona hapa namalizana na chuga. Na hii nasema ni Pishi Letu s so, tunasema mm -hmm, kula kujilamba. Leo nilikuwa maeneo ya hapa Mbezi Luis. Kama ulivyoona tunasema mchana ni kama usiku, usiku ni kama mchana. Watu wako wengi hapa kama mtazamaji unavyoona. E, kuna biashara, kuna matunda, kuna chapati, kuna nini. Alafu kitu kilichonifurahisha, wengi waliokuwepo hapa ni vijana. Nimefurahi, vijana wa kitanzania hawajataka kubweteka. Chuga ametoka Arusha, kaja Dar es Salaam, amekuja kutafuta maisha. Kwa hiyo we kama kijana unatazama sasa hivi, hutakiwe kukata tamaa. Wenzako hawalali, wako wanaangaika kutafuta riziki, kutafuta pesa. Kwa hiyo endelea kupambana, hutakiwe kukata tamaa. nasema kula kujilamba. Mimi leo nimejilamba hapa maeneo ya Mbezi Luis, na ni majira ya usiku, lakini sisi hatulali hapa mpaka kieleweke. Ni shukuru kru nzima kabisa ya kipindi hiki cha Pishi Letu, ni kushukuru sana producer wa kipindi hiki Geoffrey Moses Kalunduka, asante sana, lakini bila kumsahau director wa kipindi hiki director Mzava, asante sana kwa kuhakikisha kila kitu kimekaa sawa, lakini kwenye kamera amesimama Elijah, amehakikisha kila kitu kimekaa sawa. Shukrani sana mzee Alexi kwa kutufikisha hapa lakini pia niwashukuru sana vijana wenzangu tuliokuja hapa Mbezi, jamani, wamenipokea l bul, bul. Mambo yalikuwa ni mazuri, watu watamani tuendelee kuzungumza, biashara ziko nyingi, lakini kutokana na time, kutokana na muda, takuja hapa siku jingine. Chuga huja nirudishia change nirudishie, nirudishie, nibebe vitu vyangu nikae, nitafikie change. Ndugu yangu, mimi naitwa Salma Jumaa, tukutane next time, change yangu.